Wenzangu wa Young Africans, naomba niseme mambo ya msingi hapa. Tunakembei sheria za nchi. Mratibu kaongebo ya msingi kabisa, tuko katika mageuzi ya soka. Leo Tanzania, tuko nafasi ya nne. Kuna jambo la kumwombea msamaha Karia, la kuonea aibu Karia, sio kujibu jibu jepesi kwa timu ya Young Africans. Bodi ya ligi imechemka haikutendea Young Africans haki yake. Mratibu kaongeo wa msingi sana. Pointi tatu ni halali kwa Young Africans. Nazungumza ukili kiunganisha. Kauli ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa nne n lit karya na bodi alivongoitumia haya yote yasijitokeze. Halali pointi tatu Young Africans, hapa tuna wasiwasi, labda kuna kitu kimeingia kwenye kichwa cha kara kimevurugika. Tuko katika ligi bora Afrika, nafasi ya nne. Anaenda kuvuruga ligi NBC, bodi yao sijui kikao chao cha siri, huenda wakajitoa kwenye udhamini miaka inayokuja. Azam katoa maandishi kakeo na gharama. Leo Mwanza tunazungumza, tuna hasara tatu, wanachama wamekula hasara, tumeviona na mwanachama wetu gharama zimeumia na wanachama nchi nzima wamekula hasara. Nani analipa gharama ya ligi gharama za wanachama nani analipa? Kiongozi wangu mkuu amesema wazi kabisa, tunataka pointi tatu na mechi hatutarudia. oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. kwa mtanzania mwenye akili hajui nini maana ya Young Africans. Ukiisema Yanga inacheza uwanjani na Simba kwenye uhalali wake, basi unasema mapato ya bilioni moja pointi mbili, kari ya kuna kitu kimemchanganya Kuivuruga ligi dakika za mwisho ni jambo la aibu. Yanga a makubwa wawekezaji wametoka sehemu mbalimbali mataifa yote yanayoona Tanzania kwamba wamefanya mabadiliko ya wa soka mabadiliko ya soka. So kwenye futari unatoa tu futari unatoaeye futari unakebe. naomba tu pongeze uongozi wa Yanga Africans chini rais wetu tuponge ongoi chiase utendaji tuko nyuma yenu. Tuko kama nyuma yenu na sisi tuko tayari tunataka pointi tatu. Yanga itakwe radhi na wanachama wote wa Tanzania nzima. Yanga Afrika zipewe radhi, waombe radhi TFF na bodi ya ligi irudi karekebishe kanuni zake. Kanuni zina mapungufu. Yanga Afrika sio kukebei. Ni timu ina miaka 90, leo tuna miaka 90 almost wanakebei, unaitakebei timu ambayo imeleta ubora wa soka Tanzania, na licha sio soka peke yake, amani na utulivu. Kwa mama ziko hapa? Reform, resilience, concession, Reform, misalim, <coughs> hi, hi, hi. Angetumia, alafozama Mama Samia karia haya yote, asingekuwepo pointi tatu halali za Young Africans, pointi tatu halali za Dar es Salaam Young Africans kwao. Mratibu umemaliza kila kitu, umeongea msingi, sisi wazee tunaboresha tu, hatuna za ziada. Umeujiza pointi tatu muhimu, na iwe fundishwa na bodi ya ligi bodi ya ligi. Naona kama kuna kau shabiki shabiki, ndio sababu tumefikia hapa iwe onyo na fundisho, wanaingiza ushabiki maana sio siopake. Naomba ni watania wa watani Tanzania nje, maona kwenye bao zinatukuja tano tena, zinakuja tano tena, ahirisha mchezo leo, kuna tano. Tutoke huko, mpira wetu scientific, ligi inachezwa. Mapungufu kama yapo, ligi ichezwe. Gharama nani analipa? Wanachama na wanasoka kwa niaba, wenzetu Tanzania nzima, tunataka gharama zetu zilipwe. Pointi tatu zetu ni muhimu Amen. Na watowe tamko la kumwombea dua na ubani mwenzetu atangulia kwenye mbele yake. Yes, sisi wazee tulitegemeezi siku mbili tatu kali atasema tawi la Mwanza, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amekaa kwa ajili ya kutoa tamko kama sisi mkoa, kulingana na kilichoendelea siku ya tarehe nane Machi. Baada ya kuahirishwa mechi, tulitokea na sintofahamu baina yetu na uongozi wa TFF. Baada ya kuahirishwa mechi, sisi kama klabu tuli kwanza, tulitumia kanuni moja ni kupeleka timu uwanjani na ikafika, na baada ya hapo E, tulidai kuomba pointi tatu ambazo sasa sisi tupo kihari na kikanuni. Lakini pamoja na hivyo, baada ya kuahirishwa ile mechi ya tarehe nane, bodi ya ligi ambayo ndio iliahirisha ile mechi ambapo ilikuwa ni kabla ya masaa matatu mechi kuanza, kwa sababu tamko lilitoka saa nane na vilevile tu ile saa nne walisema kwamba mechi iendelee, lakini sisi tulikuwa tayari tumeshajiandaa na watu walikuwa wameshatoka mbali. Sasa nishukuru uongozi wetu ulitumia ulitumia ulitumia barua TFF ukiomba moja, kupewa pointi tatu, alafu pili, kuhakikisha wanatupa bodi ya ligi jihuzuru, lakini pamoja na hivyo barua yetu ulijibiwa kama ilivyo, ambapo bodi ya ligi ilitukatalia. Lakini vile vile uongozi kama wa mkoa, tuchukue nafasi hii kupongeza uongozi wa klabu yetu. baada, baada ya kujibiwa barua, uongozi wa klabu ukiongozwa na injinia Hersi Said pamoja na kamati yake kufungua kesi kwenye mahakama ya usuluhisho ya kimchezo kasi, lakini isitoshe, kwa, kwa maamuzi ambayo yalitolewa au alivyonukuliwa rais wetu <coughs> wa TFF Wallace Karia, kwa kutukejeli klabu yetu kuwa sisi kama Yanga <coughs> tunatakiwa tukacheze kwenye sinema huko. Kwanza tayari hapo ameshaziaki kwamba sinema ni kitu cha ovyo lakini vile vile alituingilia kuwa viongozi wetu ambao sisi tuliwachagua kikatiba, hatujawa na doa lolote na wao. Lakini yeye rais aliomba kuwa kama wanaomba Yanga bodi ya ligi jiuzuru na wao viongozi, je, wako sawa na wenyewe, wanapaswa kujiuzuru. Tunaomba atutake lazi na ajitokeze mara moja kukanusha sisi kama viongozi tumewachagua kwa kuwaamini, hawajatukosea na, na wanaendesha kilabu kwa mambo ya kisasa kabisa, na mpaka sasa hivi sisi tunawaamini na hawana itilafu yoyote, wote wajumbe wa kamati tendaji tisa wakiongozwa na Rais Injinia Hersi Said. Lakini sisi kama mkoa tunatoa tamko na msimamo wetu kuwa uongozi wa kamati tendaji ukiongozwa na Rais Injinia Saidi, usikubali kwa ushawishi wowote ule kurudia mechi ambayo sisi mechi tumeshaimaliza.